Naam, kutoka kaunti namba 41 tuelekee kaunti namba 32 ambapo kesi ya mvuvi Brian Odhiambo aliyotoweka mwezi Januari mwaka huu kwenye mbuga ya wanyama ya Nakuru imechukua mkondo mpya baada ya makachero wa kitengo cha DCI kupata amri ya mahakama ya kutafuta na kufukua miili ya watu wanaoaminika kuzikwa ndani ya mbuga ya wanyama huko Nakuru. Kwa sasa mashirika ya haki za kibinadamu na mawakili wanatoa taarifa kamili kuhusiana na matukio hayo, wa incharge ya ile national park kisha uh, tunachukua muda kufanya ile investigation, kuna uwezekano kwamba wanaweza kuinterfere na uh, ushahidi evidence and all that, so tumeitisha kikao hiki kusitisha na kwa, kwa kina kuuliza wale ambao wamepewa e, nafasi hii ya kufanya uchunguzi, maafisa wa kitengo cha ujasusi uh, wenzetu wa ODPP Uh, ndugu zetu uh, wote ambao wamehusika katika uh, hii kesi wetu wa KWS wafanye haraka ili kusiwe na uh, kuchelewa. Vilevile tumeitisha uh, mkutano huu ili kuzungumzia swala ambalo linahusiana lina na hii kesi kwamba wale ambao walikisiwa ama they are suspected kuhusika katika kupotea kwa Brian Odhiambo. Hivi sasa tunavyozungumza, tuna habari kwamba bado wako kazini. Tunawashukuru wenzetu wa Kenya National Commission on Human Rights, kile kitengo cha kikatiba ambao wanahusika sana na maneno ya haki za kibinadamu. Nina habari kwamba wameweza kumwandikia mwanasheria mkuu mheshimiwa uh, Dokas, wakiuliza au atupe advisory ama apatie KWS advisory kuhusu utendakazi wa wale ambao ni washukiwa. Tunajua kwamba katika hii nchi yetu kuna sheria, wewe umeshukiwa kufanya Uh, kufanya uhalifu kisha wewe una, unaendelea kufu, kutumikia wananchi, itakuwaje? Tunauliza kwamba pia ile advisory itolewe kwa haraka. Wale ambao walihusika sasa hivi tunatarajia kwamba wangekuwa hata interdicted, lakini ajabu ni kwamba wanachunguzwa lakini wako bado kazini uh, ni kinaya wana, uh, ni washukiwa wa, kupotea kwa Brian Odhiambo lakini wao wako kazini kana kwamba hakuna, hakuna ambacho kimetendeka ama kinaendelea. Na mwisho tunajua kuwa pia uh, mnamo mwezi Mei uh, tuliweza kuandikia uh, seneti na hata bunge la uh, bunge, members of the National Assembly, bunge la kitaifa kuwauliza uh, waje pia wao kwa sababu hili ni jambo ambalo lina Uh, concern, national concern. Tulikuwa tumeuliza waje wafanye uchunguzi uh. Tunaripoti kwamba wao walishatuandikia wakasema the assist of the petition, lakini ajabu ni kwamba tangu Juni mpaka sasa hivi hawajatembea kule, hawajapatia familia uh, na hata uh, sisi ambao ni stakeholders hawajatupatia mwelekeo zaidi wa yale ambayo wanayafanya kuhusiana na kesi ya, ya Brian Odhiambo. Sisi tunauliza pia Seneti na Bunge la Kitaifa, chukulia swala hili kwa uzito. Brian is just not Brian's case is not just an individual tragedy. Si tragedy ya mtu mmoja kupotea kwa Brian pale, si uh, tragedy ya mtu mmoja, inahusu Wakenya wote kwa jumla, inahusu wakaazi wa eneo hili la Kivumbini. na hao ni mawakili wakizungumzia kuhusu kesi uh, ya mvuvi Brian Odhiambo ambaye alitoweka katika Ziwa Nakuru. Tuelekee kaunti nambari kumi na sita ambapo miungano ya wahadhiri na wanafunzi